Katika The Gear leo tuna maswali bado ambayo yalibaki kumuuliza afande wetu, afande Sokoni. Je, swala la chassis number, mwisho kutembelea gari ikiwa na chassis number ni saa kumi na mbili kweli? Hilo ni swali ambayo tutajibiwa na afande Sokoni. Je, kama hujaridhika na ile fine ambayo amekupa askari traffic, je, nini unachotakiwa kufanya? Unatakiwa ufanyeje? Umpeleke traffic? Nini trafiki, polisi ama ufanyeje? Majibu yote tayapata katika The Gear leo hii. Tukija katika upande wa Autotech leo, tutakuwepo na mtaalamu wa lubricant ambaye atatuelezea kabisa kuhusiana na gearbox oil gani inatakiwa kuwekwa katika gari gani. Yote hii kupitia wadhamini wetu wakubwa ambao wanaitwa Atlantic Grease and Lubricant. Mwisho kabisa, leo tunazungumzia hii hapa Mercedes Benz. Mimi ni shabiki wa Mercedes Benz, je, wewe ni shabiki wa Mercedes Benz? Hii si ya kukosa katika the gear leo hii. Naitwa Jeremia, unaweza kuniita fundi Jerry. Okay, kuna shabiki wangu mwingine anaitwa Sad uh, underscore li 7 anasema, polisi anaruhusiwa kushika leseni ya dereva okay. Ukirejea katika sheria ya usalama barabarani, inaeleza wazi, askari anao mamlaka ya kukagua leseni yako, na tena akikwambia nipe leseni niikague ukakataa, unakuwa umetenda okay, kosa ukisoma sheria ya usalama barabarani okay. nashukuru na, na, na, na, kwamba niko na sheria hapa, hmm. Nikutajie na kifungu kabisa kinachosema askari anayo mamlaka ya kukagua leseni yako. Ukisoma sehemu ya sita ya sheria ya usalama barabarani kifungu cha themanini na moja kama sikose. Kama sikose sabini na nane, kama na, moja, na kusomea sasa ili ujue kwamba askari anayo mamlaka ya kukagua leseni yako. Askari anaposema sasa nipe leseni yako nikague, sio kwamba eti kwa sababu anapenda tu, ni kwa sababu ili we utambulike Kitambulisho chako wewe dereva barabarani ni driving license. Kifungu cha 77 kinasema power to demand production of driving license. Huu ni kwa mujibu wa sheria, every person driving a motor vehicle or trailer on a road shall keep, shall keep, maana yake ni shariti na lazima. Lazima, lazima utembee na leseni yako, ile ndiyo inayokutambulisha barabarani kwamba wewe ni dereva barabarani kwa hiyo askari wa usalama barabarani anaposema anataka kukagua leseni yako, basi mpatie aikague leseni yako. Ile ndo anatambua kwamba wewe ndo mwenye leseni. Unaweza kuwa uh, unaendesha leseni kwa una leseni ya baba yako mzazi kwa kuwa mnafanana tu, basi alafu akaitizama leseni, akitizama na umri anajiuliza, huyu kweli kazaliwa 63 mbona anaonekana kazaliwa 82? Kweli you are very copyright na baba, sura ni ile ile. Msingi wa askari kutaka leseni ni kujiridhisha juu ya wewe uliyeko barabarani ni dereva halali unayendesha chombo cha moto ambacho kinafanana na leseni ulionayo. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni wajibu wa kisheria ambao askari amepewa eh, kujiridhisha juu ya dereva aliyeko barabarani. Mmoja wa washabiki wangu mwingine anaitwa Ndenga underscore junior naye kauliza eti chesis number, zile chesis number uh, mmenunua gari bado hajapata plate number na chesis number wanasema mwisho ni saa kumi na mbili jioni. Je, ni kweli hilo? Kwanza nielimishe umma kwamba ni marufuku kutembea na gari barabarani kama haina usajili. Ni marufuku kutembea na gari barabarani kama haina usajili, haijasajiliwa. Sheria ya usalama barabarani sehemu ya pili inaongea juu ya usajili wa vyombo vya moto na matumizi ya gari barabarani ambayo haijasajiliwa. Hakuna mahali sheria inaweka exemption kwamba gari hii itatembea barabarani kwa kutumia chassis sinaba, yaani, umetoka umenunua gari na kwa kuwa unataka na jirani yako ajue umenunua gari jipya, ingawa kwetu Tanzania hata mtumba tunaita ni gari mpya eh unataka uende nayo nyumbani ikiwa hivyo hivyo, ili oh, waone hi kwamba wewe, na wakati mwingine una delay kwenda kusajili gari yako, ili na rafiki zako wakuone kwamba h jamaa ana chuma kipya yeah. anatembelea chassis number. Ni marufuku kutembelea gari kama A, amine, haina chassis number i mean haina usajili ha, yeah. yeah. yeah, yes, gari ambayo haina usajili ili mamlaka za kutambua, alafu ndo wakasajiliwe sasa. Hii gari ambayo haina usajili, umetoka bandarini yeah. unaipeleka nyumbani kwako kwa siku hiyo utakuwa na nyaraka za kuitoa gari bandarini. Hiyo inaweza ikawa ni exemption kwako wewe utakapokutana na askari barabarani, ndo natoka bandarini na ipeleka gari nyumbani address, period. Hakuna muda uliowekwa na sheria kwamba sasa utatembelea chasisi namba, right. Na usiweke chasisi namba kabisa kabisa, kwa sababu gari kwanza ndo umetoa bandarini, kuna nyaraka zinazoonyesha kwamba umetoka bandarini na mhuri wa siku hiyo upo, nenda na gari nyumbani kwako. Sasa umefika nyumbani kwako unataka usajili gari yako, kesho yake unaitoa kwa ajili ya kuileta, kwa ajili ya ukaguzi mm -hmm. Unaileta kwa ajili ya ukaguzi ili ipate usajili, na bahati nzuri siku hizi TRA wamebase pia katika hati ya ukaguzi unayokuja na ile gari kwenye bill of ready mm -hmm. Sawa mm -hmm. Unatoka na gari unabandika chassis number unakuja nayo mjini nikosa kisheria njona gari ikiwa haina usibandike chochote sio, naileta kwa ajili ya ukaguzi, yeah. ukaguzi wa magari utakapofika, utakapofika utalipa ada ya ukaguzi, atajiridhisha juu ya uzima wa chombo chako, utakwenda TRA utafanya uh, application ya usajili wa gari yako, utarudisha nyumbani kwako kaipaki gari. Ukiitembelea barabarani na chesi standard maana iko nataka wakuone kwamba naona gari jipya sio sahihi. Afande, kuna yani sasa hiyo ni sheria lakini, tuongelee reality sasa kwenye inavyo apply. Okay. Gari <coughs> zinakuja, kuna gari zinaambiwa uh, labda kuna changamoto moja mbili tatu, natakiwa uende kwanza, natakiwa kakague, akisha kagua pale, anapokagua ni siku tofauti, imetoka bandarini jioni, ameenda nao nyumbani, labda Ijumaa Jumatatu anatakiwa atoke pale, apeke gari kukaguliwa, imepika sehemu kukaguliwa Imeambiwa wametoa default kwamba kuna tatizo moja mbili tatu, kwa hiyo akarekebishe, arudi tena. Umeona, anakuja gereji kama kwetu hivi, tunarekebisha anarudi tena. Hizo zote ni siku ambazo yuko barabarani. Je, kunakuwa na kibali chochote? Hakuna kibali kinatolewa kutembelea gari ambayo haijasajiliwa. Gari ikikutwa na default haipaswi kusajiliwa tena. Tutamjulisha msajili wa magari kwamba gari hii haipaswi kwa matumizi barabarani, na kama haipaswi kwa matumizi barabarani, ipaki nyumbani pako. Peleke gereji kai gereji. Si unatoka nao gereji unakwenda nayo huko hapa. Siku una uhakika kwamba gari yako sasa inafaa kwa ajili ya usajili. Inafaa kwa ajili ya usajili. Uh -huh. Ipeleke kwa ajili ya kukaguliwa na sheria inaelekeza kwamba gari inakuja ikiwa na bill of lading imeshakaguliwa huko huko, hakuna mtu analeta gari bovu. Ukileta gari bovu hatutaruhusu isajiliwe kwa sababu itakuwa ni hatari kwa matumizi barabarani. Kwa hiyo umekuja na gari kwa ajili ya ukaguzi ili kasajiliwe, mkaguzi wa magari akasema gari hii haifai kwa matumizi barabarani, ukirudisha nyumbani kwako ndo basi usilete barabarani tena, ipeleke gereji. Ikitengenezwa gereji ukajirejesha imepona iko sahihi kabisa, sawa, ilete kwa ukaguzi. Lakini unapoleta kwa ukaguzi unapata kibali wapi? Atutoe kibali cha kutembelea gari barabarani bila usajili. Yapo mambo mengi yanayofanywa, maovu mengi sana yanafanywa na watu wasio waaminifu kuhusiana na kutembelea gari barabarani ambayo ina chassis namba. Magari haya yanatumika kwa uhalifu. Na kwa kuwa hayajaingia kwenye mfumo wa usajili, hata kufanya upelelezi ni changamoto. Gari ina chassis namba inashiriki kwenye uhalifu wa kijinai, akikimbia na ile gari, maana yake ile gari hatutoweza kuipata tena. Wala hatutoweza kujua tena. Lakini sio hivyo tu. Kwa usalama wako wewe mmiliki wa gari, unatembelea chassis namba ukakutana na wahalifu wakakunyanganya hilo gari, ndo basi hasara ya, ya jumla yeah. Gari hii haijaingia kwenye mfumo wa usajili, hata namna ya kuitrace hatuwezi kupata. Kunyanganya gari hapa station, mfano stationi yeah. <coughs> anafika mivinjeni anabandika plate number namba tofauti, namba ya bandia unapishana na gari yako unaiona, basi gari nyeusi, rangi nyeusi, sio peke yake, ana wizi. Gari yako iwe ni ya peke yake, ni Audi ya peke yake, hayupo Dar es Salaam, hatuna Audi hata moja, utaweza kusema gari langu ni Audi ile pale. Lakini magari aina ya Audi yako mengi, magari Toyota yako mengi, magari yako mengi sana, kwa utapishana na gari yako ukidhani kwamba sio ya kwako, kumbe ile ndo gari yako. Lakini ulifanya hivyo kwa uzembe wa kutembelea chesisi namba, na wajanja wakachukua gari yako kama vile wamejiazima gari yako <laughs> na bahati nzuri siku hizi gari hajatoka bandarini mtu ashapata namba za usajili tayari. No, afande, kuna uh, Alfa Ibra ameuliza kuhusiana na haki. Kwa mfano uh, trafiki anakukamata na ume, yani umeambiwa labda umefanya kosa fulani na hujafanya hilo kosa, na unakuta mtu mwingine uh, kama hana dash, dash camera inakuwa ni changamoto kwake, lakini hata kama mazingira ya kawaida tu, labda umeambiwa umevuka taa, labda umeambiwa umeongeza speed, ama umeambiwa nini, hujafanya wewe, una hakika hujafanya, na una asilimia mia hujafanya, nini kifanyike? Kwanza kabisa, sheria <coughs> ya usalama barabarani imeweka uh, mamlaka kwa askari wa usalama barabarani kukamata na kuadhibu. So, askari ameukamata umepita taa nyekundu, na wewe una hakika hujapita taa nyekundu Hawezi kukulazimisha kukuandikia faini. Mm-hmm. Kimsingi atakuambia kosa lako umepita taa nyekundu. Hapana, afande, mimi sijapita taa nyekundu. Ilikuwa imewaka taa ya njano mimi nikiwa katikati, kwao nikalazimika kupitiliza kwa sababu nisingesimama katikati, kwa kuwa ningesababisha Oh. Atakuleta kwa viongozi wake. Viongozi wake atasimulia kilichotokea. Wewe utajitetea kadiri ulivyoona inafaa, viongozi watakuwa upande wa nani? Ah, kazi ya kiongozi ni kutenda haki ah. Hatupaswi kumwonea dereva yeyote barabarani eh. Kiongozi atakapokusikiliza akamsikiliza na askari atakuwa na maamuzi ya busara. Kama kweli kiongozi ataamini kwamba umefanya kosa, atakuambia umefanya kosa, na wewe bado ukaamini kwamba sikufanya kosa, yeye si wa mwisho eh? Yule kiongozi akasema umefanya kosa utakuwa dhibu, unamwambia pana, sikufanya kosa, naomba twende mbele zaidi. Kwenda mbele zaidi ni kwenda kwa mkuu wa usalama barabarani wa mkoa. Mkuu wa usalama barabarani wa mkoa atakusikiliza, atamsikiliza askari, na yeye akajiridhisha kwamba wewe unajitetea tu, lakini kosa umefanya, na wewe unaamini kosa sijafanya, sio mwisho. Mwisho wa haki ni mahakama, mwisho wa haki ni mahakama. Tambia pande kwa hili kosa mnao nituhumu mimi sijafanya, na mahakama ni ushahidi twende mahakamani. Mahakama ataenda kuamua nani mkweli na nani sio mkweli. Ni, ni... ni utaratibu wa kawaida. Utasema tayari ah, okay. Njano asema ta fulani basi, mahakama itaamua jinsi ambavyo ule askari atajieleza. Maana askari ndio shahidi namba moja, ataenda kueleza mahakama jinsi alivyo kukamata, na wewe utaeleza mahakama kwa mataa njano ilikuwa imewaka. Sasa inabaki ni wewe, ndio wewe hapo utakuwa shahidi wewe na ule unao kujigaya Yeah. si ndio? Yeah. ndio mashahidi wako yeah. Askari atabaki yeye na taa zake, ataieleza mahakama mekanizimu jinsi taa zinavyofanya kazi. Baada ya hapo, mahakama itamua nani mkweli nani sio mkweli. Kwa hiyo ni utaratibu wa kisheria, na pili, askari pia hapaswi kukulazimisha kulipa fine, yeah. Kukuandikia fine, not kukulipa. kukuandikia fine. Iwapo huridhiki na kosa ambalo askari anakuambia yako mambo mawili: ukubali, uandikiwe faini, ukatae, meni mbele zaidi. Kuna fomu inaitwa fomu namba mia moja na nane. Kwa maamuzi ya aina yote anapaswa kukujazia ile fomu, inaitwa minor offence docket. Akijaza ile fomu pale, kwenye kosa we umekubali, utasaini. Umekataa, utaandika pale, inakataa kosa hili, utasaini. Fomu inapatikana, wanazo wastari Muna... Hey, mara chache sana kwanza kwa mwananchi dereva kudai sasa nijaziwe fomu namba 118. Mara chache wengi huwa wanaridhiki umefanya kwa saini ndiyo. Basi. Kukubali ya ishe. Usikubali, sio kukubali ya ishe, kubali ya ishe kwa haki. Usikubali ya ishe bila haki, kubali ya ishe kwa haki. Eh, askari anapaswa kutenda kazi kwa haki, wa weledi na kaulimbiu nasema nidhamu, haki, weledi na uadilifu, kuwe na nidhamu. Nidhamu kwanza ni customer care anapoongea na wewe ongee na wewe kama binadamu mzee, akueleze kosa lako. Lakini hiyo nidhamu haki, ahakikishe anatenda haki bila kukuonea, hmm. Weledi maana yake afanye kazi kisasa zaidi, asikuweke masaa kumi yetu nasubiria kuandikiwa faini, asikuweke ti amekukamata alafu na kama saa mawili unasubiria kuandikiwa faini no. Akikuweka unafanyaje kakuweka masaa yote unayo okay. Okay. haki ya kulalamika kwa viongozi

Kwa hiyo kiongozi wa wengine na yeye iwapo ameukamata moja ambaye ni wa chini yao, alafu kiongozi wa wengine yupo pale kukuridhika. Mwambie, mwambie kiongozi yule wa mwingine basi naye. Ya mwisho tu ambayo imekuja kichwani kuhusiana na mambo ya tinted. Kuna wakati mnasema tinted zitolewe kwenye vioo vya mbele vya pembeni, kuna wakati mtoe tinted. Kuna wakati traffic anakuja na issue ya, ya a, zile taa zile zile taa za extra zilikuwa zinaitwa LED zile watu wa kufunga LED bars mbele pale kwanza e, sheria ya usalama barabarani imeweka wazi yeah. matumizi sahihi ya taa barabarani sheria iko kuna sheria ya taa iko sheria kabisa sheria ya usalama barabarani imeeleza vizuri sana eh ukisoma kifungu cha 39 ni marufuku kuongeza kitu kingine ambacho hakikuja na gari kutoka kwa mtengenezaji ni marufuku kuongeza accessories bila ridhaa ya mtengenezaji wa gari au mkaguzi wa magari ni okay. Marufuku ukisoma kifungu cha 39c si, kinaongezea kinaongelea use of light okay. Gari imetengenezwa ina taa ngapi na zile taa zinatakiwa ziweje na muonekano wa aina gani? Kwa maana anapowasha sio muonekano kwa umbile; umbile ni pambo. Kiwanda kinatengeneza tata ya pembe tano inawezekana mm. Lakini ile tata ya pembe tano usiweke babu ya busta utaumiza watu wengine macho. Mm. Sawa. Usiweke tinted, marufuku kuweka tinted, umeniuliza kitu fulani, tinted kwenye gari kwenye taa za gari hairuhusiwi hata tinted kwenye vioo vya gari ukirejea kwenye standard za shirika eh, la viwango Tanzania. Zipo standard za vioo kwenye magari pia sio unajiwekea vile vile unavyotaka ovyo ovyo tu unavyotaka tinted kwenye taa marufuku <laughs> matumizi ya ving'ora siku nyingine pia iaa uelewe matumizi sahihi na salama ya barabara ili watanzania wawe salama sana sana Gear, leo tumewaletea elimu nzuri sana kuhusiana na oil. Kiufupi, kipi kinachofanya oil flani iwe bora, oil flani isiwe bora? Ukiingia kwenye masuala ya gearbox huko, ndo kuna matatizo makubwa sana. Ndio maana leo hii tumeungana na Atlantic Grease and Lubricants kwa ajili ya kuweza kuwapa elimu zaidi kuhusiana na oil za magari kiujumla. Karibu Mr. Nasif. Karibu Mr. Jerry <laughs> Okay. yeah.

Well, thank thank you, you. you you, Mr. Nasif. Uh, we we We know a lot today because of you, And we thank you for being our sponsor on the the Gear Show. We are most welcome. <laughs> And wish thank you all the best. Ewana, leo tumepata darasa. Uh, tumejifunza vitu vingi hapa kuhusiana na masala yote ya oil. Kwamba watu wengi kwanza wanaita ATF ATF, oh, wanaita hydraulic. Kwa ATF na hydraulic na ni vitu tofauti. Pia tumeweza kujua kwamba huyu ndo kiboko wa ATF zote, inaitwa 8HP. Kwamba endapo na gari inatumia kuanzia Dexon 3, 4, na hata kama iko Dexon yoyote, hii hapa ndo kiboko yao. Hii inaitwa 8HP ya Atlantic Christian Lubricant. Kwa hiyo wale watu wote wenye magari ambao yanatumia ATF, hii ndo latest, na unaweza kuwacheki katika page zitakazotaga hapo chini, au unaweza kuja moja kwa moja Kariakoo, utawa nini

Ladies and gentlemen, brothers and sisters, imefika wakati wa ndinga hii segment ya wale ambao wanapenda kuyafahamu zaidi ya magari zaidi kiundani wake, wanataka kufahamu specification na brand na uwezo wake na kila kitu ambacho kipo katika gari fulani. Okay, wewe ni mpenzi wa Mercedes, basi hii sio ya kukosa kusikiliza. Mimi pia ni mpenzi mmojawapo Mercedes, mpaka jina la mtoto wangu wa kike nimemuita Mercedes. Hapa nipo na Mercedes Benz hii inaitwa W205 okay. Uh, w story k hivi W ni kama ni kama version ya Mercedes ukiongelea, uh, hizi gari ni, ni zipo lakini si nyingi sana lakini, ukiangalia nyuma kuna W204 ambazo inaeza kusema ni nyingi na kuna nyingine zinaitwa W203 ambazo ni nyingi zaidi lakini Uh, hapo tunaongelea class mojawapo inayoitwa know, C class. Mercedes zina class tofauti, kuna A class, kuna B class, kuna C class, kuna E class, kuna ML, kuna GL Models tofauti. Sasa mfano ukisikia um, ukisikia kitu kinaitwa A class. A class ni ni moja kati ya gari ambayo itatambulisha umbo la ile Mercedes, lakini ukija kuangalia umbo baadaye katika miaka mbeleni, A class wakaja kubadilisha umbo. Kwa hiyo wale wapenzi ambao walikuwa naenda na series za A class ambazo labda ilikuwa inakuwa na W166 167 168 na kuendelea basi wale watu wanaweza kuona tofauti yake. Siku nyingine tutazungumzia kuhusiana na, na Mercedes, lakini leo hasa ni kuweza kukuelezea kuhusiana na Mercedes na mfumo wake wa kuweza kuzitambua. Ni rahisi sana, watu wengi wanashindwa kuzitambua Mercedes kutokana na a, nyingi ni maumbo ya chini. Wanaweza kuzitambua hizi za gari za jujuu kama vile ML, GL, a, lakini kwa tukizungumzia kuhusiana na Mercedes uh, C class tunazungumzia matoleo ambayo yanawakilishwa kwa namba, yani kuna namba ambazo zinakuja kuwakilisha Mercedes, uh, uh, C class sawa, eh? So, so, Mercedes C class sawa. Sasa Mercedes C class hizi ambazo tumezizoea kama nilivyosema mwanzo ni hizi uh, 203 204 na hii hapa ambayo zimeanza kuwepo nyingi ni 205, o kwao ni rahisi sana. Hizo zote ukisikia 203 maana yake ni C class, 204 ni C class, 205 zote ni C class, ambapo ukija katika mm, upande wa upande wa, upande wa wa E class wao kuna ambazo zilizoeleka zilikuwa 211 unaanza W211 hata ukitaka kuitambua kwa kugoogle basi ni rahisi sana kwa sababu wewe unachotokiwa kufanya ni kuandika tu W211 basi itakuja hii E class flani ambayo umezoea ukiandika labda W204 basi itakuja ile C class ya kawaida ambayo imeanza kuwa common. na ukiandika W205 basi itakuja gari hii hapa so umeona ilivyokuwa rahisi kuweza kufuatilia kuhusiana na Mercedes Wana, leo tulikuwa na Mercedes na hii ndo inaitwa The Gear. Shukran kwa director Zosa. Kama una maswali yote ama una komenti yote unaweza kudrop katika peji yetu ya Instagram 255 Jerry, ama unaweza kucheki show zetu zote katika YouTube channel yetu inayopita hapo chini. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike kama umependa video zetu kuhusiana na mambo yote ya ndinga.